Kwa niaba ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ni wape pole sana familia, mume, watoto, wazazi na ndugu wote, poleni sana kwa msiba huu mkubwa. Rhoida alikuwa mtumishi wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, mtumishi hodari, mwaminifu, mwadilifu na mchapakazi umepata pengo kubwa sana sisi. Tutaendelea kuombea familia, faraja ya kweli katika kipindi hiki cha majonzi. Lakini watumishi wa ofisi ya taifa mashtaka, niwape pole pia kwa msiba huu mkubwa. Najua pengo hili si rahisi kuliziba, tunaweza kupata kibali cha kwa kuajiri mtu mwingine lakini anaweza asizibe pengo la Rhoida. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu, waheshimiwa majaji, asanteni sana kwa, kwa kuja kutufariji. Watumishi wa ofisi ya TAKUKURU, ofisi ya polisi, ofisi ya sc ya asio na watumishi wote, na, na wadau wetu wengine wote mawakili wa Chama cha Mawakili Tanganyika, asanteni sana kwa kuja. Na sana ni kushukuru baba, naamini yatabadilisha mtazamo na maisha yetu wengi. Asante sana mchungaji. Makatazo mbalimbali yapo yanayotolewa. Hakuna jamii ya watu isiyo na makatazo. Nimewaona maaskari hapa wana makatazo yao na miiko yao. Nimewaona wanasheria wengi, kwa sababu mwenzetu ni wakili mwanasheria, wakili msomi, mna makatazo yenu pia, na mtu mwingine yeyote mwenye maadili yoyote ana makatazo yanayomhusu. Lakini kuna makatazo ya jumla ambayo yanatuhusu sisi wote kama watu wa Mungu. Makatazo yapo, tukiyaishi hayo tutaona, kuna wengine. Tukiyaishi hayo maisha yatakuwa marefu, kuna wengine. Tukiyaishi hayo tutaishi kwa amani na kadhalika na kadhalika. Ukija kwenye dini zetu nazo zina makatazo yake, Waislamu wa Kristo wa Kristo, kwa madhehebu yetu tuna makatazo mbalimbali yanayotufanya sisi tuwe na nidhamu wakati tunaendelea kuishi hapa tukibembelezea bembelezea, bembelezea hii zawadi tuliyopewa iendelee kuwa na sisi. Marehemu alihitimu shahada ya uzamili masters of law in international law katika chuo kikuu cha Coventry kilichopo United Kingdom. Aidha, marehemu alisomea mafunzo ya uwakili na kuwa wakili msomi na kwa nyakati tofauti katika kipindi cha uhai wake alijiendeleza kwa kuhudhuria mafunzo na kozi mbalimbali ndani mbali na nje ya nchi. Ajira, marehemu Rhoida Augustine Kisinda aliajiriwa katika utumishi wa umma mnamo tarehe moja mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na sita na kuthibitishwa kazini tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na sita katika Ofisi ya Taifa ya Mashtaka katika kada ya wakili wa serikali daraja la pili na mwaka elfu mbili na ishirini na moja alipandishwa cheo kuwa wakili wa serikali daraja la kwanza hadi mwaka elfu mbili na ishirini na nne na mnamo mwaka elfu mbili ishirini na nne alipandishwa tena daraja na kuwa wakili wa serikali mwandamizi yaani senior state attorney. Familia marehemu ameacha mgani na watoto wawili wa kike na wa kiume. Kifo marehemu Rhoida Augustine Kisinda alianza kujisikia vibaya siku ya jumanne 29 mwezi wa 4 mwaka 2025 alikwenda hospitali na kuandikiwa dawa za kutumia nyumbani. Aliendelea na shughuli za kawaida, lakini hali yake ilibadilika na kuwa mbaya siku ya Jumamosi usiku tarehe tatu mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ndipo alipokimbizwa hospitali ya mkoa wa Manyara. Madaktari walijitahidi kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya siku ya Jumapili asubuhi tarehe nne mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano umauti ulimfika. Shukrani na hitimisho. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Rhoida Augustine Kisinda katika kipindi chote cha uhai wake na utumishi wake. Itamkumbuka daima kwa kulitumikia taifa na nchi yake kwa ari, uaminifu na kujituma. Majina naitwa Ali Juma ni mwakilishi wa kikundi cha wazao Mabibo kutoka Dar es Salaam. Ndugu wake marehemu ni mwanachama mwenzetu yetu ambaye tumeishi naye. Mwenyezi Mungu amempenda na amemchukua. Utaratibu wetu wa rambirambi, linapotokea tukio ndani ya siku mbili, tunakuwa tumeshamaliza shughuli. Kwa hiyo ulishafika na wala hakuna shida yoyote. Tunachoomba tu kama kikundi cha mabibo Dar es Salaam, tuendelee kumwombea ndugu yetu. Hicho ndio kitu kikubwa sana, tuendelee kumwombea, tuendelee kumwombea sana. Asanteni sana.